Na mtazamaji wa Fay Heroes TV, hii hapa ni taarifa ambayo ni ya kimichezo ikimhusu Bin Kazumari Jemedari ambaye ametoa taarifa kuhusiana na majibu ambayo Young African wamepatiwa na bodi ya ligi na ameweza kuposti kwenye ukurasa wake wa Instagram kwa kuandika: bodi ya jibu Young African, hakuna alama tatu za bure. TPLB imejibu Young african Yanga kwamba hawawezi kupata alama tatu katika mchezo ambao haukuwepo kwa kuwa uliahirishwa kwa kufuata kanuni. Wameambiwa wasubiri tarehe mpya kucheza mchezo dhidi ya Simba ambayo itatangazwa rasmi um, kama ambavyo wamesema awali. Sasa akaambatanisha na caption ambayo imesomeka hivi: hakuna alama tatu za mezani, Young African yaambiwa inaweza kushushwa daraja kwa kanuni ya 47, 18. Bodi ya ligi kuu imejibu klabu ya African barua yake ambayo, ilikuwa pamoja na mambo mengine, inataka ipewe alama tatu na mabao matatu kwenye mchezo ulioahirishwa wa tarehe 8 Machi 2025 katika barua tarehe 16 Machi 2025 yenye kumbukumbu -kumbu namba TPLB mkwaju CEO mkwaju 2024 mkwaju 2 mkwaju 625 bodi inasema mechi iliahirishwa kwa kufuata kanuni na wala sio kwa sababu Simba SC waligomea kama ambavyo Yanga walisema. Katika barua hiyo bodi yenye kurasa tatu, ya bodi yenye kurasa tatu na vipengele kumi na mbili bodi imewaambia Young African mchezo uliahirishwa rasmi saa nane mchana. Baada ya hapo hakukuwa na taratibu zozote kuhusu mchezo huo ambazo ziliendelea na kwamba maafisa wote wa mchezo ambao walikuwa wakafanya shughuli ya mechi Benjamin Mkapa waliondo, waliondoka isipokuwa wale wa usalama pekee. Hakukuwa na taratibu zozote za mchezo zilizoendelea kama ambavyo imeelezwa kwenye kanuni ya 17 ambazo zilifanywa ili kupatia timu iliyopo kiwanjani alama tatu na mabao matatu kikanuni, ikiwemo kukagua timu hiyo, inasomeka sehemu ya barua hiyo ya majibu kwa Yanga African. Klabu ya Yanga inapaswa kuelewa kwamba kanuni za Ligi Kuu namba 1745 haisemi popote kwamba klabu mgeni visiting team inapaswa kuwasiliana na wadau wengine ili kutimiza takwa la kikanuni la wao kwenda kufanya mazoezi kwenye uwanja utakaochezwa mechi, inavyosomeka barua hiyo ya bodi ya ligi bodi. Aidha imesema waliita kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji wa, wa usimamizi wa ligi baada ya kupokea ripoti tofauti zenye mfululizo wa matukio uliojenga msingi wa mgogoro ulio uliotokea tarehe 7 Machi 2025 pale Benjamin Mkapa, wakati Simba wakitaka kufanya mazoezi. Kutokana na umuhimu na unyeti wa taarifa zilizopokelewa, zingine zilitishia usalama, vitisho, tuhuma za rushwa ambazo zinachukuliwa kwa umuhimu na upekee kwenye soka kama uliona umuhimu wa kuahirisha mechi ili kuepuka changamoto za kiusalama kabla haijatokea, kabla au baada ya mechi, ili kujipa muda pengine kuhusisha vyombo vya kitaifa na uchunguzi. Inasema barua hii ya bodi ya ligi kwenda Yanga. Kamati iliona matokeo hasi ya kuahirishwa mechi ni madogo kuliko matokeo hasi ambayo yangetoka yangetokea kwa mechi hiyo kuchezwa. Aidha kupelekea timu kiwanjani, Yanga wamekiuka kanuni ya 4718. Hii imeandikwa na Bin Kazumari na hii barua bado haijawekwa hadharani, hivyo swali ambalo wadau wengi wamekuwa wakijiuliza ni kwamba je, Jemedari Saidi Bin Kazumari anatoa wapi hizi taarifa ikiwa bado si rasmi na hazijatangazwa hadharani na bodi ya ligi wenyewe ama Tanzania Football Federation. Yeye anatoa wapi wa hizi taarifa? Je, yeye, yeye ni moja kati ya wa members wa bodi ya ligi ama kuna mtu ambaye anavujisha hizi taarifa? Maana amesema kabisa barua ina kurasa tatu na ameeleza maelezo kama hayo ambayo bodi ya ligi wamejibu Young African. Hebu tujiulize hapa chini kwenye comment kwamba je, Jemedari anatoa wapi hizi taarifa na kama ni kweli TFF na bodi ya ligi watakuwa sawa kwa Young African? Ama yang Africa ni kweli kanuni hii itawaathiri, na pengine wanaweza wakashushwa daraja kwani mchezo ulishaahirishwa na wao wakaenda uwanjani kufata taratibu zingine? Tuandikia hapa chini. Mimi naitwa Snadi Junior, usiache kulike share pamoja na kusubscribe Fay Heroes TV.